Kutoka ardhi ya ndoto tunainuka, Nefyu anawasha anga, zone yetu hai! woo, Nefyu mambo vipi? hey, ebada sasa. Leo kwanza nataka nionge leo na habari nzuri, itawachangamsha, subiri anyway. Sasa kwanza ni wakumbuke watu wangu wa wanoafrika sasa, wadhamini wangu wanoafrika bwana, wanakwambia hivi, samahani kwa watu wa Apple kwamba wanachukua muda kidogo kuingia, kuingia kwenye app ya Apple lakini watu wa Android najua kabisa mnasherekea mna, nimepata mna, feedback zenu nzuri. Na wale ambao wanashangaa mambo yanabadilika kila ukifungua kuna kitu kipya, ni kwa sababu wano bado wanapika kwa nyuma kule kwao. Ukifungua utakuta wanakimbia hivi wanakimbia hivi, mambo ndio aweniwe. Anyway, turudi kwenye kitu cha leo sasa. Sasa leo mimi leo nataka nikwambia hivi hivi unajua kwenye ndoa lazima umpe mke wako changamoto. Naongea na vijeba wanaume, anyway bwana wanawake, usipo hapa changamoto, unajua anapokuongelea pembeni kwambia, <laughs> unaboa, <laughs> unaboa mwamba, lazima uwape changamoto. Sasa subiri nikwambia, ukimwona mke wako mwangalie vitu anavyopenda kuviangalia kwenye tamthilia, ni drama drama, ndo zinawakipu busy. Mpe mwanamke wako sababu ya kuenda kwenye social media kukuandika wewe unakaa kaa umejiachiaachia ya nini, unanielewa? Lakini ehe, unatoka kazini saa kumi na moja chelewa chelewa hiyi ndio saa moja na nusu saa mbili unaona. Sometimes akipigia simu usipokee, unaona bwana. Sometimes <laughs> nyingine akipigia simu mpe mwanamke apokee bashabodi kija nyumbani, mnagomana gomana, ndiyo hivyo. Hata akina mama walikuwa unawapenda watoto watundu, ndiyo na missi we ukitoka kumi na moja nyumbani umetengeenezwa sandwich, si umetengenezwa chipsi mayai, wali maharage, umekula umelala. Anawambia rafiki yake shoga, mume wangu anaboa. Na mwanamke akiboreka, anasepa. Sasa wewe kama unielewi, shauri wako. Ilaila, wapeni mawazo mazuri e, yatumie nyi kwenye ndoanevi bwana. Sasa nisaidie hiyo kitu, nataka nikuulize jingine niambie kiswali cha neno hangover hangover kiswali chake chakediii. Sasa kwenye ndoa yako wewe, msikilize msikilize. Nephew ila ndio mimi mtu wenu, niwaambie ni kila siku wo, tupendane, masela madada mabibi wote tupendane baadaye.